Bwana oh, Yesu asifiwe! Watu wa Mungu, mimi ni yule yule mhubiri mngoni. Ingia YouTube, TikTok, andika hiyo mhubiri mngoni utanipata. tunaendelea na vipindi vyetu vya siku zote tuombe. Mtakatifu Mungu wa majeshi, watu wa Mungu, leo tunataka tuzungumze juu ya ufunuo wa Mungu ndani ya, ya Kristo na kuwa ufunuo wake ndani yetu. Ufunuo wa Mungu ndani ya Kristo na kuwa ufunuo wake ndani yetu, huo ndio ujumbe wa leo. Ufunuo wa Mungu ndani ya Kristo na kuwa ufunuo wake ndani yetu. Hapa kuna vitu viwili, moja, tutaangalia ufunuo wa Mungu ndani ya Kristo. Na pia ufunuo wa Kristo ndani yetu. Kiwepe Kristo alijifunua ndani yetu, hakujifunua tu kwetu, bali kwanza Mungu alianza kujifunua ndani ya Kristo, kwe ndani ya ndani ya Mungu ndani ya Kristo, nasi ndani ya Kristo, Mungu ndani ya Kristo na sisi ndani ya Kristo ndani ya ndani ya oje, tusome kidogo kifungu chetu, ni tunaendelea na Matendo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa nne. Tunaendelea pale pale, kwa vipindi viwili vya nyuma hivi vilivyopita tulizungumza hizo habari na, na muendelezo pale pale, tutafungua Matendo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa nne, tusome kidogo. Roho Mtakatifu juu yao amekuwa Roho Mtakatifu ndani yetu. Kristo pamoja nao ndani ya injili ni Kristo aliyebadilika pamoja nasi leo. Kristo anaweza kuendeleza kazi yake ndani ndani yako. Ni fursa ya pekee kuzaliwa mara ya pili na kuwa mwana wa Mungu. Yesu alianza kwa mtu mmoja, anaye anayetaka kumtumikia. Mikono yako miwili, miguu migu yako miwili, mdomo wako <coughs> mdomo wako na mdomo wako Mungu hakuweza kuingia ndani yetu kwa sababu ya kizuizi cha dhambi. Yesu alitufidia sisi. Yesu alitufidia sisi. Miguu yetu, mikono yetu ya kukumbatia, midomo yetu kwa ajili ya kutoa ushuhuda. Yeye ana aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam na kubwa kuliko hizo atafanya. Kitabu cha Matendo. Kristo alikuwa kielelezo kwa ajili ya mwamini shauku ya waamini wa kwanza ilikuwa ni kuendeleza kile alichokianza. Amen, huu ndio ujumbe wetu wa leo. Kuna vitu vingi ukiangalia hapa. Kristo anapoingia ndani yako, Kristo anapoingia ndani yako, kwanza anataka mabadiliko. Mabadiliko ya namna gani? Kwanza anasema uzaliwe mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili maanake ni ubatizo wa maji mengi, na ndivyo tunavyoona, Kristo ana shauku kubwa ndani yetu. Ndiyo maana anasema aniaminie mimi na kazi nizitendazo na yeye hatazifanya kubwa kuliko hizo. Amina, na watu wa Mungu. Kwa hiyo ni vizuri zaidi tukatamani Kristo akae ndani yetu. Ndiyo maana wanasema kitabu cha Matendo, shauku ya waaminio wa kwanza kabisa, waliomwamini Kristo, shauku yao kubwa ilikuwa ni kuendeleza kile ambacho kristo alichokuwa amekifanya. Sasa kwa bahati mbaya zaidi, kila mmoja anaamka ana, na mafunuo yake. Kama tungekuwa na mtazamo kama hawa wa kwanza waliomwamini Kristo wakatamani kuendeleza kile ambacho Kristo alichokuwa amekifanya, leo hii tusingesikia sarakasi zinazoendelea huko nje. Unaona shauku hii ya kwanza. Shauku hii ya ya kwanza kwanza, kanisa na watu wa kwanza. Ndio maana Kristo anasema yeye anachotaka tu mdomo wako, mikono yako ya kukumbatia na miguu yako ya kutembelea, hicho anachotaka, hiyo ndio tende kazi. Ndio maana anasema yeye alianza na moja kisha na wengine walitaka kumtumikia walimfuata. Kwa hiyo, usiogope kufanya maamuzi ya kwenda kumtumikia Bwana, haijalishi katika hiyo huduma uko na mshirika mmoja au wawili. Kristo alianza na mmoja. Kwa hiyo kama una wito wa Mungu ndani yako umewiwa na umeitwa na Mungu, ni vizuri zaidi ukaisikia sauti itokayo juu na ukaambatana na watumishi, unahisi hawa Roho Bwana ananena wazi wazi Naweza nikafuatana nao. Shirikisha wazo lako. Ndio maana Habakuki ile sura ya pili na mstari wa pili Mungu anamwambia kwamba iandike njozi yako katika vibao vya nyama na mahali pa wazi, na kila aisomaye apate kuisoma kama maji. Njozi hii haina budi kuja kwa haraka, ijapo kawia, ingoje kwa. Haina budi kwa. Kwa hiyo unaweza uka, ukawa na shauku kubwa ya kumtumikia Mungu. Lakini kila unapotafuta mlango, hauoni mlango. Kila unapojaribu kunshirikisha huyu kama haoni kile ambacho kinachosumbuliwa ndani yako. Kile kinachosema ndani yako kama akioni. Na kweli akioni kwa sababu Roho Mtakatifu ni mtakatifu. Anapokaa ndani yako anasema na wewe kwa ndani, sio kwa nje. Sasa bahati mbaya wengi tunatazamwa kwa nje. Unapojaribu kumweleza mtu juu ya uhitaji wako, vile Mungu alivyokuita na vile unavyotamani kumtumikia Mungu uwe ni mlango na jinsi hiyo hiyo, ugumu unaopata wewe, hata hao unaoelekeza, unaoeleza wanakutazama kwa nje, hawawezi kuona yani, hawawezi kuona kile ambacho kinachosumbuliwa ndani yako. Watakuona tu kama wewe ni msaliti au unatamani kwenda njia yako tofauti na hao ulionao. Watu wa Mungu ni watia moyo. Utasoma Matendo sura ile ya kwanza sura kwanza mpaka nne. Shauku yangu kubwa ni kuona kuendeleza kile ambacho Kristo alichukua amekifanya na ametuachia sisi leo. Tusidanganyike na masarakasi haya kwamba tukajiaminisha kwa vitu kama sasa hivi wengi wanamwaga maji ya upako, wengi wanapaka mafuta wengi wanakula keki ili walale, hawawezi kulala kulala bila kupaka mafuta ya upako, hawawezi bila kumwaga maji katika nyumba zao. Alafu anasema ameamka asubuhi, paka amekufa, mjusi amekufa. Jamani, paka hata mimi nafuga, naishi nao hapa, paka, panya. Kwa bahati nzuri nilimpata mtumishi mmoja, nilisumbuliwa sana na panya. Nilimpata mtumishi mmoja, Mungu tu ambariki, akaja na dawa, akaniambia, mtumishi hawa wadudu wanakusumbua sana ndio? Nikamwambia ndio ndio, lakini akaenda kununua dawa ya rungu, aka- akapuliza kwanza, wadudu wadogo wadogo wakafa. Akaenda kununua dawa ya indosin, ile dawa ya mifupa kwa panya. Panya ni hatari sana. Akaja akatega, panya wengi wakafa na sasa hivi naishi kwa amani, lakini panya anasumbua. Yaani usiku, usipokuwa makini, unaweza kuona kama umeingiliwa na wadudu. Lakini pale ni msumbufu sana. Sasa hilo ndilo linifanya mimi nitafute maji upako. Mbona mtumishi amewaua kwa indosiji tu na wamekufa? Wadudu wengi, mende, mijusi, nani kwa kwa dawa tu ya ya hii ya mbu wanaita nini? Hii wanaita room. Sasa naishi kwa amani kabisa. Ha? Eh? Lakini ndugu zangu, hatuwezi kuyaona haya. Na ndio kwa maana tulizungumza kipindi kilichopita suala la toba. Toba za aina mbili ziko. Toba ya huzuni unaohuzunika kwa jinsi ya Mungu na toba unaohuzunika kwa ajili ya dunia. Ndio maana tukasema toba ya uhuzunikaye kwa jinsi ya Mungu ndiye inaleta inayoleta majuto ndani ya Mungu na kuona njia ya Mungu, lakini toba uhuzunikaye kwa jinsi ya dunia huleta mauti ndani yako, haina uokovu. Ila toba ya Mungu ndiyo inayoleta uokovu. Kwa hiyo kama utaweka akili yako katika maji, utaweka akili yako katika mafuta, ndugu zangu, tutasumbuka na mbingu tutaikosa, tutakosa adaa hapa, kama tuko kuzimu. Ndivyo hivyo hivyo, na tutasumbuka hata siku ya mwisho. Mungu awabariki, ingawa sina muda wa kutosha, ina mengi ya kuzungumza nani, ninahitaji komenti zenu, wale waliotangulia katika huduma, niko tayari kushirikiana na yote kufanya kazi ya Mungu, niko tayari kwa jambo lolote kama unahitaji kutoa elimu nami, ni pia ni mwalimu wa neno la Mungu, na pia ni mwalimu ninatoa elimu kwa wazazi wanaishi na watu wenye ulemavu. Kama una mlemavu ndani ndugu yako jamaa yuko ndani, uta comment hapo, utanitafuta, siku si nyingi utaona namba hapo, zita tembea tembea hapo, utawasiliana nami, hata kwa whatsapp utaweza kuwasiliana nami. Comment yako unaweza kwa comment tiktok, youtube, kwa mhubiri mngoni, nami zitanifikia. Mungu abariki sana watu wa Mungu, tusidanganyike na siku za mwisho. Tuombe takatifu Mungu wa majeshi kati ya mahali pa juu amenipa kibali cha kusema na watu wako. Ingawa niko dakika chache, lakini Mungu tuwabariki. Ninaomba na kushukuru Bwana, mtie nguvu hata kameramani wangu siku zote hajawahi kunichoka. Mungu mtie nguvu sana. Na wale wote ambao hawana namna ya kupata riziki ya kuweka simu zako, simu zao wapate kuona haya, Mungu kuwabariki na wakufungulie milango ya mbinguni. Hata nami nipe nguvu, hata kameramani wangu nipe nguvu katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru amen.